Kuna watu wamefanya maagano ya kiuchumba, ya kimahusiano huko nyuma. Yawezekana walikutana na mtu, mkapendana na baada ya kupendana akakuahidi atakuoa, mkaenda kwenye starehe, na baada ya kuenda kwenye starehe, yamkini mlikuwa mmekunywa pombe au amjanywa pombe au mlikuwa kwenye mudi ya kawaida, lakini kwa sababu ya ile miamko ya maupendo, aidha ukachukua glasi ya waini ukachanganya, mkachanganya, mkanyweshana, mkatamkiana maneno, au mkachukua maji. Wengine wanachanja kabisa miili, chukua damu ya mwanaume damu ya mwanamke, wanachanganya pamoja. Wengine wamejiandika majina ya wanaume kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kifua, wengine kwenye mgongo, wengine kwenye kiuno, wengine kwenye mikono kabisa, wameandika jina la mchumba wa kwanza. Alafu leo unasema unataka kuolewa, unaweza ukachukulia ilikuwa simpo, lakini hiyo haikuwa simpo, ilikuwa rili really spiritual. Ulishakwisha kujiungamanisha na mtu, na inawezekana ndani yako aishi, aishi wewe ndani yako anaishi mtu uliyejiungamanisha naye na yawezekana umefanya hivyo kwa wanaume zaidi ya watatu au wanne au wanawake zaidi ya watatu au wanne, maana yake nafsi yako ndani inapata shida, ina mvurugiko usiokuwa wa kawaida. Na hii sio kitu ya mchezo. Hii ni kitu ambayo watu wengi wamefanya sana, na mabinti wengi wamefanya sana, na vijana wengi wamefanya sana. Aa, na hata wewe ambaye uko kwenye ndoa leo ambayo inavurugika, inawezekana kuna mtu uliwahi kukutana naye ukafanya mambo hayo. Ukifanya uovu leo au makosa leo au dhambi leo, usipotubia, haimaanishi ule uovu haupo. Hata kama utatokea kesho, hata kama utatokea mwezi ujao, hata kama utatokea mwaka ujao, hata kama utatokea baada ya miaka mitano, kuna siku tu ule uovu utakuja kuhape. Mtu alifanya uovu miaka arobaini, alitoa mimba miaka arobaini, leo ile mimba aliyotoa kwa sababu hakutubia ule uovu inamtesa leo. Miaka 40 iliyopita kutoka akiwa na miaka 23, ana miaka sitini na saba. Uovu unamtafuna ule uovu, umekuja kumtesa umeanza kumletea shida. Kwa hiyo wewe ambao unanisikiliza Mungu, ikiwa kuna agano lolote ambalo uliwahi kufanya kwa na mtu yoyote, Mungu akupe neema ilo agano likavunjike, ukalivunje ilo agano. Mwambie Mungu, ninakuja mbele za uso wako, nilifanya kwa kujua na kutokujua, kwa kudhamiria na kutokudhamiria, nilifanya haya, sikujua. Ninakuomba Mungu katika jambo hili ambalo nilifanya, leo nasimama hapa, katika ulimwengu wa roho, katika ardhi hii, ninatangua kile nilichokifanya.